Hapa ni hospitali ya rufaa ya Amana ambapo mwili wa Hassan Jumanne ulikuwa umehifadhiwa na leo umechukuliwa na kusafirishwa kwenda mkoa ni Kilimanjaro kwa maziko. Jana kamanda wa polisi mkoa wa Pwani alitoa taarifa za kuonekana miili ya Hassan Mikidadi, Mikidadi Fadhili Hiyola na Abdala Nyanga na kukabidhiwa kwa wazazi na ndugu kwa ajili ya mazishi baada ya taratibu za uchunguzi wa madaktari kukamilika na kubainisha kuwa uchunguzi unaendelea kubaini wahusika wa mauaji hayo na yalitokea wapi. Hao rafiki zake waliokufa nayo ndio walimfuata. Alimfuata akamwambia, karibuni. Tena walikuwa wa wanne waliomfuata. Yeye ya alikuwa amelala. Wakati amelala, mmoja wapo akachukua pikipiki yake kwenda kununua chips. Kwa hiyo, alivyorudi akakuta watu wanafungwa mashati. Kwa hiyo, yule akibidi aondoke na pikipiki piki yake, yeye ndiye alienda kutoa taarifa kwa mama yake. Mwili bwana jamaa amepigwa hapa kwenye moyo kapigwa sana, na hapa kwenye shingo hapa kuna kama kamba imepita na huku kapigwa sana, na hapa kwenye pua. Ndio hivyo wewe ni mtaalamu, unaashiria una kama walikuwa wamefanywa nini? Kwa mi bwana, kikawaida kawaida, kama, ka, kama ka, kanyongwa hivi. Jeshi hilo mkoani Pwani limewataka wananchi kama wana taarifa yoyote ya kuwezesha kupata ukweli wa vifo hivyo kutoa taarifa ili ziweze kufanyiwa kazi. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.